Kwa ujumla tuna jukumu la kupanga mipango yetu, lakini mipango hiyo ituwezeshe kuwa na miji endelevu, lakini hii iwe ni kwa sababu ya kizazi cha sasa na baadaye, na ili kufikia lengo la Tanzania ambalo tunaelekezwa kwenye dira ya taifa, tuna changamoto kubwa katika usimamizi wa mipango yetu sheria sheria, tuna kanuni, tuna miongozo, tuna matamko lakini a utaalamu lakini, tunakwama sana katika usimamizi. Hii mimi kwangu ninaliona ni tatizo kubwa, ambayo wakati mwingine tunakaa tunaanza kulaumiana, na hata baadaye inatupelekea hasara kwa taifa kulipa compensation pale tunipokuja kurudisha sasa ile ramani ambayo ilipanga unakuja eneo najengwa unaiona, unajenga mtu kiolea unajua, alafu chukue hatua zote. Kuna baadhi ya nchi zinaonyesha uimara sana katika swala liliwasikulizi yes, ni kuwa na mbinu mbalimbali tu, lakini lazima kuwa na udhubutu. Tutaendelea kuliona hili, tufanye maamuzi ya udhubutu, lakini tupate ridhaa ya kwenu wataalamu, katika kushauri naubeke sana sana Wenu mtumie dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka elfu mbili na hamsini katika kufanya kupanga mipango mbalimbali kwa ajili ya kuletea taifa letu maendeleo. Umejitokeza utaratibu, naweza kusema kama ni mbaya, na huo utaratibu hauvumiliki wa kuvamia maeneo ya wazi, maeneo ya umma nayo yanavamiwa naye anavoniwa lakini, kuna tabia ya kubadilisha matumizi ya ardhi, na hii inaonekana ni sufu. Nyinyi wataalamu wa mipango miji, jaribuni kuweka hivi vitu kwenye mpango maandishi, eneo hili ni tujue eneo hili ni baadaye, utakuwa na ano, eneo hili ni mchezo, eneo hili ni eneo la kabla kukimbilia kutoka na hatari la hifadhi fulani. Si unajua, Tanzania nchi kama nchi lazima iwe na benki ya ardhi. Wekeni kwenye kwenye maandishi. Sasa je, wakati mwingine inawezekana enda tunasaidia au watu aweelewe, maeneo hayo ndipo hapo, mtu anakuja anajitoa ufahamu mtu na mfumo wa serikali uko vizuri sana, unaanzia kuanzia kule ngazi ya kitongoji au kijiji au mtaa. Tunaona kabisa mtu anajenga, kwa nini ichaakuuliza? Anajenga ilio la kwako, ingekuwa vyema kabisa hayo ya maeneo yajulikane katika kila, kila kwa mipango mizuri ya mipango miji inaweza kuibua hiyo eh, fursa ya kiuchumi katika nchi yetu.